Kwambia hii tunavuka ilipo Simba basi wakosi uwakosi wana Simba ticha, mambo ni aje? Ni bwana fresh, eh kabisa. Poa, umekosea sio. Hii tunavuka hii tunavuka hii eh. Alafu sisi sio kama wao, ah ah, umeongeza ya kwako kama wao eh, umeongeza ya, yaani eh. Hii tunavuka alafu sisi sio kama wao, yani Simba sio kama eh, eh. Yani wazee wa kushindwa kutafuta goli moja, sisi tunaenda kutafuta goli mbili kwa sisi sio kama na ndio maana sisi sio malizie kule mbele haya bana, ticha, hilo ni la kwako hapa. Buldoza Mwamposa hapa Sheikh Walid hapa Rasi Chacha hii imekaaje kwa upande yenu? no fitna ndani yake, yaani no fitna no vijicho no uchawi no wanga no usda, yaani ni mpira tu ndio unaotakiwa ndani ya uwanja wa Taifa. Kwa sababu tunauhakika na kikosi chetu tunauhakika kwamba wale watu tunawamudu kwa kila kitu, lakini pasipokuwa na usda na nini na kila kitu basi kila kitu kitaenda vizuri, ndio ndio maana naona hapa, Mwamposa winga, Mwamposa winga, shemkuu katikati pale, yuko chacha chacha, eh hapo hapo, baya baya, ndio unafanya kazi eh, fitna fitna, majungu majungu yote, anayekuwa pembeni wao, si siawamo sasa wanataka na sisi tusiwemo. Sasa sisi, haiwezekani. Sisi lazima tusonge mbele kwa uwezo wa Mungu, na ndio maana tunamtanguliza Mungu. Sisi washirikina kama wao, sasa tungealika. kama tungelikuwa washirikina kama wanavyoongea kwenye dabu ile, sisi tumekuja na na mashehe mbuzi na nani, sisi na nani basi, tungeenda na mbuzi, tusingealika wachungaji, tusingealika mashehe. Lakini sisi ni watu wa dua, ni sisi watu wa kumwomba Mungu siku zote, na ndio maana utoni kutukuluka ukuta, sisi tunaingia kwenye gate kuu, tunafuata taratibu zote za mpira. wazee wazee wa fupi. Ah, wazee wa fupi kama kawaida, wazee wa fupi si watu wa mpira bwana Eh. Wale ni watu wa mpira, wewe uwezi kuwatenga. Kwa hiyo shughuli wanayo. Manaelewa yaani, hasa hivi wamekaa wana, wana, wanaomba dua kwamba Simba asifuzu, kwa sababu wanaona kufuzu kwetu ni aibu yao kwao. Ndo maana unakuta mambo yanakuwa mengi, ndo maana na sisi tukaamua tuwaite watu wa Mungu waje kwenye hii mechi kuja kuishuhudia tumwalika kwa sababu watu wanatoa watu wa mpira na waje kuangalia mpira. Chacha amealikwa kwa sababu yeye ana timu yake ambayo mpaka sasa hivi kwenye tano bora inagombania top 4, inawezekana ikaenda kimataifa, asijue jinsi gani kucheza mashindano ya kimataifa, ili sasa ajue mechi za kimataifa zinachezwaje, na ndio maana amealikwa kuja kujifunza, kuja kujifunza. Simba ni chuo eh? Simba ni chuo. kwani yeye amejifunza wapi? Yanga wani hajajifunza kwa Simba? Yanga anajikuza kwa Simba, na ndio maana unaona anachukua viongozi wa Simba. Alikuja akamchukua Manara, akamchukua Senzo, akaja akachukua wachezaji wa Simba, ili yote ni kwenda kufanya nini? Kwenda kuendelea kujifunza. Kwa hiyo kujifunza kuko pale pale, wanaendelea kujifunza Elie Mpanzo kbisawala ni miongoni mwa nyota ambao mnaamini kwamba anaweza kuwapeleka hatua ya nusu fainali. Wewe ni mmoja wa watu ambao unaamini kulikuwa na nafasi ambayo ingeweza kubadilisha mchezo kwenye mchezo uliopita aliikosa, anakuja katika uwanja wa nyumbani. Unatarajia nini kutoka kwake? Ah, kile chuma sio chuma cha mchezo, sio mchezaji wa mchezo mchezo yule jamaa. Na yule jamaa ameletwa sio kwa ajili ya ligi, ligi huko anafanya mazoezi. Ndio kazi yake ilomleta Simba. Umeelewa? Aje kuitoa Simba hapa robo fainali kuipeleka nusu. Mpanzu kina kina kina kina wote wamekuja, pimpen pim, Kamala Kagoma ah, kazi yao ni kuitoa Simba robo makapeo, tungekuwa, robo finali kuipeleka nusu, na ndio maana tumeondoa makapeo. Tunahitaji kina chama kina saido kina mix, lakini kwa kwa sababu wale walishindwa, kwa hiyo tumewatoa, tumewaleta. Lengo letu sio ligi, lengo letu ni kuitoa Simba robo finali kwenda nusu Mpanzu. Kwa hiyo Mpanzu amekuja kwa ajili ya shughuli hiyo. Bosi ya kuweka hela nyingi za kiasikile eti kwa sababu ya kombe la milioni mia, milioni milioni mia e. Pano. Bosi ameweka hela kwa ajili ya kombe la nini? Kombe la kimataifa. Kwamba tushai brand Simba ndani ya miaka mitano ishatengeneza standard ya kucheza na timu yoyote barani Afrika, ingawa wao hawawezi. Wao mpaka leo hii standard hiyo hawana. Yaani yani ya kucheza na timu namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne. Yanga miaka hii yote, mimi ndo nasema Yanga bora. Yanga joi kumfunga timu namba moja, namba mbili, namba tatu, namba, mbili, namba, tatu, namba nne lakini Simba tushamfunga National mara mbili, tushamfunga Wydad mara mbili. Yaani timu inayotaka kuileta Simba, tushatengeneza standard kama bosi alivyoongea, kwamba I'm going to to brand Simba within 5 years so as to compete with big club, kizungu. Sasa hicho chano fainali hii huwezi kumkuta mtu wa Yanga anaongea, no, hata mara moja. Ah, huwezi kumkuta aongee kweli, huwezi kumkuta. Kwa hiyo ndio maana umeona bwana, wameleta watu kama kina Mpanzu, kina chicha za wachezaji wa gharama kubwa, kina Ateba kwa ajili ya kuivusha Simba kutoka robo kwenda nusu. Kwa hiyo hatuna cha kufeli, lazima tuende nusu fainali. Ateba atavusha, yes. nusu hapa nani kaka, kwa nini anatufikisha? wewe usiangalie ile swala la kukosa magoli kule Egypt kule ni, ni home ground ya nani? ni Almasi, walikuwa nyumbani kwao, uwanja wameufunga. Uwa wamefanya vitu vingi, wameweka vitu vingi lakini tunakuja uwanja wa Taifa ndio utamjua Ateba nani, kwa sababu Simba ndio timu pekee ambayo ina magoli mengi katika mashindano haya nii yani, ya shirikisho tunayocheza. Simba nadhani ni miongoni mwa timu yenye magoli mengi matima, funga, na ndio miongoni mwa timu ambayo imefungwa magoli machache, na miongoni mwa hayo magoli Ateba amefunga, Kibwa amefunga. Kwa hiyo akikosa kule sio, oh, watu wa samani hao oh, wachezaji, tuwe watu wa mpira. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida tuiangalie timu sasa, inakuja nyumbani kwake. Wao walikuwa kwao na sisi tuko kwetu. Wao kwao walipata mbili, tuangalie tutapata ngapi? Majira ya saa tano na dakika 35 za asubuhi ya leo, Almasri wamewasili hapa Tanzania. Mtandaoni wanasema kwamba wababe wa Simba wamewasili kuja kumaliza shughuli. Labda unawaambia nini Almasri, mashabiki wa Almasri ambao wako hapa Tanzania? Aa, mbabe wa Simba kwa dakika tisini za kwanza, kuna tisini za pili ndio tajulikana mbabe wa jumla nani, si umeelewa? tajulikana wa, wa jumla nani, lakini kikubwa, mashabiki wa Simba tunatakiwa tukate tiketi tuzigombanie tiketi ili tuweze kwenda kuisupport timu. Tunapokata tuna tiketi siku mbili au siku moja kabla, tiketi zikawa sold out tayari. Mchezaji akishika ya simu yake akiona N card wanatangaza tiketi zimeisha tayari, mchezaji unamtengenezea tension ya kwamba wa, mashabiki washamaliza kazi yao. Sisi tunatakiwa tukafanya nini? Tukatimize Azma yao wanayohitaji. Kwa hiyo ndio maana nataka mashabiki wa Simba tuende tukakate tiketi tuigombania tiketi zetu ili tuweze kufanya nini, kuzimaliza, tukaujaze uwanja, twende tukaugeuze ule uwanja kama tano la moto na kuni, ndio sisi kelele zetu ndio moto ambazo zitaenda kuwachoma sa Almasi. Na Almasi, kama wamekuja na mashabiki wao wawe makini, sio Simba hilo wanaoijua wao, Simba ya kinyonge, ukileta ngumi ujue utachezea. Ah, umeelewa? Isipokuwa mashabiki wa Simba tunatakiwa tuwe katika hali ya utulivu. Tushatozwa faini ya kwanza, faini ya pili, ila tunatoa angalizo, wanatakiwa waje vizuri, maana kwa misri wanakuwa wa krof wa krof. Kwa hiyo waje vizuri watulie, tuangalie burudani. Sisi ndio mashabiki bora barani Afrika na tuwe katika bievu bora kabisa, kwa sababu wao, tulienda kwao tumecheza vizuri na tumerudi vizuri, na sisi tunatakiwa tuangalie. Sawa, eh, twende vizuri, turudi vizuri, lakini mechi Simba anafuzu hii, tunafuzu sisi, sio kama wao. Kuna lipi la kuambia wachezaji? Uh, wachezaji wanatakuwa wa katika good commitment. Mpira sasa ni vitu vitatu. Commitment, space na time. Time ina maana wachezaji wetu wanatakiwa wajue muda gani wanakaba, muda gani wanachezea mpira, muda gani wanashambulia. Unapozungumzia space wajue sawa, nafasi watazitengenezaje, watazuiaje nafasi mpinzani asipate na watazitumiaje nafasi. Kikubwa ni matumizi ya nafasi. Na kikubwa kabisa tunachowaomba ni commitment. Hili ndo la tatu na ndo kubwa wanatakiwa wajituma, mwaga jasho lao kwa ajili ya Tanzania. Sio Simba tu pekee yake, Watanzania na watu wa East Africa wote wanaitegemea Simba. Ndio tuna tunawakilisha tuna nini? Tumaini la ukanda. Ndio tumaini la ukanda wa nini? East African Centre. Sasa, neno lako kwa wale ambao wanakutazama watani watanza watani, wanatakiwa waache uchawi, wasitake kutia mkono hii mechi itawagalimu. Ataketia mkono uwanja wa taifa pale ujue atafariki. Atakayeshangilia Almasi ujue mdomo utapinda, uh -huh. Ukivaa jezi Almasi utaugua kichocho mpaka mechi, mm. <laughs> Sana, ishe, shukrani sana.